Nishati safi ni jambo linalozungumzwa sana sasa hivi. Mimi na Mina Ali tumesafiri hadi Indonesia kujifunza zaidi kuhusu nishati hiyo. Na mahala gani pa kuvutia ukija Indonesia zaidi ya Bali? Ndani kabisa ya kisiwa hiki kuna kijiji kidogo kinachopiga hatua ndogo ili kufikia malengo makubwa ya kimazingira. Katika kipindi cha miaka michache tu, watu hapa wamebadili kabisa mienendo yao pampu za maji zinazoendeshwa na nishati ya jua badala ya za zamani zinazotumia petroli. Wamekumbatia kabisa suala la kuchakata taka na kutengeneza mboji kutokana na masalia ya chakula na taka nyingine za nyumbani desa jiki, desa yang... na kuachana kabisa na mbolea za viwandani kwa ajili ya kilimo chao cha mpunga. Haikuwa kazi rahisi mwanzoni, ni awali kulikuwa na imani potofu kuhusu jambo hili Walidhani taka hizi zikiletwa hapa zitatoa harufu mbaya, lakini binafsi nilielewa na nikawaelewesha wenzangu na hatimaye tuliweza kufanikisha mradi huu. Nidhamu, dhamira na hamu ya mabadiliko imebadili kabisa jamii hii na wamekwenda mbali zaidi. Nyumba hizi za vigae katikati ya mashamba ya mpunga zimegeuzwa kuwa Airbnb, yani za kukodisha kwa watalii wanaotaka kuona maisha halisi ya wakulima wa Bali. Kuna watu wengi duniani ambao wanatamani kuishi kwenye maeneo yaliyo karibu na mashamba ehe, maeneo ya kukimya, ili kupata pia feeling ya kuconnect na nature. si lazima shamba huwe unalima tu, hapana. Shambani pia unaweza kutengeneza nyumba za kukodisha kama Airbnb, na ndio kitu ambacho tumekikuta hapa. Tazama hii nyumba, ni nyumba ambayo watu wanakuja kuishi mpaka miezi mitatu kwa kukodisha, au saa nyingine wiki moja, wiki mbili. Kwa hizi ni nyumba kuna nyingine ile pale, unaweza kutazama, hizi ni nyumba ambazo ziko maeneo ya shamba. Kuna nyingine ile pale e, lakini pia kuna nyingine nyingi, unaziona mpaka huku. Hizi ni nyumba ambazo muda wa eh, kutembelea kutaka kuconnect na nature na kutaka kukaa kwenye ukimya, basi watu huwa wanakuja hapa. So wakulima, Dar es Salaam Tanzania, hebu tuchukue hii, sio Dar es Salaam Tanzania nzima, hebu tuchukue hii. Kwa namna gani tunaweza kutengeneza vinyumba vidogo tu na kuvikodisha kwenye mashamba yetu kwa ajili ya watu kuja kuconnect na nature na kuenjoy. Si lazima iwe ni ukulima tu. Hii inaonyesha resource nyingine ya income. Hapa ndio taka hugeuzwa na kuwa mali. Takataka zote huletwa hapa na kuchakatwa na kuombolea ya mboji. Wanakijiji wanajitolea kufanya kazi ya kutenganisha taka ngumu na nyinginezo. Kulikuwa na mashaka kidogo wazo lilipoletwa hapa kwa mara ya kwanza kabisa. Uh, mereka pikir, uh, pengolahan sampah itu bakalan, uh, menjadi tempat, walidhani Pumbuana tunataka kuja kuchafua mazingira tbata. Lakini tulipoonyesha mfano wa mchakato wenyewe tulifanikiwa kuwashawishi wote tbata. Mafanikio na mabadiliko yote haya yamewezekana kwa mchango mkubwa uliotolewa na shirika la nishati la umma Pertamina. Walichagua kijiji hiki cha Keliki kwa sababu waliona fursa, sio tu kwa rasilimali za asili, lakini pia rasilimali watu na utayari wa jamii ya hapa. Walichofanya Pertamina ni kuunganisha kila kitu hapa ili kiwe kijiji cha kitalii endelevu na kinachozingatia nishati safi. Pertamina inafanya kazi na mataifa mengine duniani kote katika miradi mbalimbali. Mwaka 2023 baada ya rais Joko Widodo wa Indonesia kufanya ziara nchini Tanzania na mwaka jana rais Hussein Mwinyi kumwakilisha rais Samia Suluh Hassan katika jukwaa la Indonesia na Afrika, mataifa haya mawili yalikubaliana kufanya kazi pamoja. Tulisaini makubaliano na Tanzania tangu mwaka 2023 ya kufanya kazi pamoja katika sekta hii ya nishati. Kampuni ya Pertamina ya Indonesia na TPDC ya Tanzania zinaendesha mradi wa gesi wa Mnazi Bay uliopo Mtwara. Mradi huu unachangia pakubwa katika sekta ya nishati nchini Tanzania. Indonesia na Tanzania zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu. Indonesia, taifa la nne duniani kwa idadi kubwa ya watu, ina uzoefu mkubwa katika masuala ya nishati, hasa gesi ya LNG, na hivyo fursa za mafunzo kwa wafanyakazi wa TPDC hutolewa nchini Indonesia ili kuongeza uwezo na ufanisi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuhanikiza matumizi ya nishati safi ya kupikia duniani na miradi kama hii ina nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko katika jamii nyingi. Tanzania inalenga kufikia matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa asilimia 80 ifikapo mwaka 2034 <tosimu> na pengine ulimwengu unaweza kuchukua mfano wa kijiji hiki hapa Bali ili kuleta mabadiliko.